Mara moja choo kinaanguka chini, unampress mara ya pili, unampress pole polepole, mara ya tatu. Kwa hivyo maiti yetu choo yake kimeisha, tunaregesha polepole, step step ya kwanza. Ndugu zangu Waislamu, unachukua maji yako, tushamtoa kinyesi. Kwa hivyo sasa, waosha tunamsafisha ile sehemu yake ya siri, ambapo kumetoka kinyesi. Kama kile Abdallah, nimwagie maji katikati unajaribu kumwosha sehemu zake za siri, sehemu ambayo imetoka kinyesi, na maji yanachuruzika chini katika kitanda au katika ardhi ambayo imechimbwa. Shukran, mpaka hapo tumemkosha sehemu zake za siri. Kwa hivyo tushamtoa kinyesi, yuko sawa. Step ya pili, ndugu zangu ni Waislamu, tutamtawadhisha udhu wa tutam swala, ule udhu wa swala ambao unatawadha ukiswali, ndio tutamtawadhisha. Tunaanza na mikono yake Mkono wa kulia ndugu zangu wa Islam. Mkono wa kulia, nakuja mkono wa kushoto, namtadisha. Huo ni mkono wa kushoto, kushoto. Baada tunaosha nini? Tunamsukutu, anasukutua anatia maji kwenye mdomo na kwenye pua, lakini kwa sababu ni maita hawezi tia maji tunachukua nguo kidogo, unafunga nguo kitambara, alafu unamwagia maji kando, alafu unamfungua mdomo wake. Ndugu zangu wa Islam, humtii maji, unamfungua mdomo unamtia kile kitambara kidogo, ni kama kushukutua. Alafu unafunga mdomo, unatia maji mengine kidogo kidogo, katika ile nguo kidogo, unatia katika pua yake kidogo, bila kutia maji. Baada hapo, tunaosha nini? Tunaosha uso. Naam, kwa hivyo unamaga maji kidogo kando unamwosha uso wake kama vile unaswali, namtawadhisha, ndio hivyo. Alafu huku Ustadh Salim anaasha ubani. Ubani ni katika napomtoa choo, unatia maji tena Abdallah. Baada ya hapo unaminua kidogo kichwa chake na maji yale yale unamsikio kama kawaida. Baadaye utaweza na mguu wa kulia. Kwa hivyo Abdallah mguu wa kulia na mguu wa kushoto. Ndugu zanguna Waislamu, baada ya hapo ushamthawadhisha kwa kwa hiyo maiti yetu yuko nadhifu yetu, maiti yetu ushamthawadhisha. Saa hii tunaanza kumuosha. Ukianza kuosha, natia nia kuwa unaosha nia, ni maalim katika moyo tunaanza kumwosha kichwa chake tukiwa na sabuni yetu. Tuanze kichwa kidogo, tunamwosha kichwa, na kama ana ndevu unaosha ndevu kichwa baada ya hapo, unaanza mkono wake shakil aiman mkono ubavu wake wa kulia, ambao uko wapi? Uko huku. Kwa hivyo unaanza kumpaka sabuni huku na mwaga maji, unaendelea mkono chini kwa mapaja huku, katika sehemu yake asiri, kwa napaka sabuni mguu wote. Hiyo ni sehemu ya gani ya mkono wa kulia. Baada ya hapo, unamnyanyua kidogo Polepole unamosha ubavu wake, mgongo wake, mwaga maji. Baada ya hapo, mgongo unamregesha polepole, unaosha sehemu mkono wake wa wa kushoto sasa, ibdikila sabuni vile vile Ubani kule unaendelea ubani kuwaka, sehemu yake ya siri mpaka mwisho. Baada ya hapo, unamgeuza unamwosha ubavu wake wa kushoto, sehemu zake za siri, kwenye miguu huko mwisho baada hapo maiti yetu shamuosha takriban, mara ya pili, mara ya tatu. Ndugu zangu wa Islam, Mtume ametufundisha josho la tatu au josho la pili, unaweka kafur au unaweka sidri, mkunazi. Kwa hivyo maji, unaweka kafur katika maji au mkunazi, unaweka osho la ngapi? La tatu, la kumalizia. Mwaga maji mwili mzima sasa unamalizia josho lako la tatu kutumia mkunazi au kafur katika maji yako ya mwisho. Tayeb, alhamdulillah. Uh, kuosha ni kama ulivyoona ndugu zangu wa Waislam, majosho ni mawili au ni matatu, yategemea na hali ya maiti alivyo. Kama maiti bado ameharibika sana, mnaweza kuongeza kuosha mara tatu mara nne mara tano kulingana na hali alivyo, mkishamwosha kama hivi huku uko uchi kuna ino, se leso chini. Kwanza naomba toa ino leso ya katikati ambayo tumemstiri sehemu zake za siri, tutaweka leso nyingine juu, alafu tutatoa hino ambayo imejoa maji. Kwa hivyo Salim, Stad Salim na Abdallah, anza chini kwanza, funika chini. Naomba mwangalie hizi tutakavyoitoa hino leso ya katikati ambayo ina maji, kwa hivyo unaivuta polepole naivuta kijuu hivyo kama kuna debe lingine weka. Naweka alingine huku. Ubani bado na unapungua ama unateketea na harufu nzuri tunaisikia nyote paka katika timalidota. Kwa hiyo anafinika, sabuni yako nairegesha mahali pake, kafuri yako nairegesha na kila kitu sasa tumemaliza jinsi ya kuosha maiti, na mpaka sasa alhamdulillah yuko tayari kukafiniwa. Kwa hivyo darsa ya leo, waadhi wa leo hii ndiyo halisi ya mwanadamu. Mwili wako unaoendea mbio, maisha yako unaokwenda mbio, mwisho wako ni hapa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hivyo tushamkosha, yuko tayari kuvisha sanda. Kesho insha allah, biidhnillah tutakuja na sanda Tutamkafini na vile vitu vyote ambavyo vinaambatanishwa na sanda tutaonyesha. Alafu maiti tutamkafini, alafu inshaallah tutamswalia, na alafu inshallah tutajaribu tuende maziarani na tumzike. a hapa hapa timu alijoa hadha, wallahu alam wa sallallahu ala rasulillahi alamin. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.